Chama hiki kinajua kimewatoa kime wapi Watanzania na kinajua kitawapeleka wapi Watanzania. Yes, mnajua mpaka hata ukimpikia wali rosti akimwona panya anaachana na wali rosti, atapata nini mpigie kila siku walirosti akikatiza panya tu anaachana na nani? Sasa kuna vyama vingine ni kama paka vyenyewe, hata tukivipa vinapinga. Ukifanya jambo zuri vinafanyaje? kumekuwa na Lema hapa miaka kumi, tulijua ataenda kupambana, barabara zetu zipitike, tulijua atapambana, wakina mama wapate mikopo yeye ameenda anamtukana rais. Kwa miaka mingapi? Kumi, kumi, kumi tuliompa, kwa hiyo watu wa Arusha tuko nyuma kwa miaka mingapi? Kumi. Sasa tuna kazi moja tu. Jambo la kwanza ni kuhakikisha tunawasikiliza wagombea. Ukishasikiliza wagombea, unapata fikra za kung'amua tarehe 29 na nifanye nini na wagombea wa kwetu wa CCM hawatoi maneno yao kichwani. Tumeshawaandalia ilani. Kwenye ilani mule, tumewaambia tunataka maji safi na salama. Kwenye ilani kule, tunasema tunataka mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri, wakinamama asilimia nne, vijana asilimia nne na watu wenye ulemavu asilimia mbili.